Answar Studio inawaletea Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Alhamdulillah wa thanau lillahi wa salatu wa wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ma baad. Uh, tulikuwa tumezungumzia kwamba utaji Mwenyezi Mungu hauwezi kupatikana kwa mtu ambaye anafanya ya uzushi na hadithi ya bi Aisha radhiallahu anha ni faslu lkhitab katika masala haya, ukubali usikubali. Man, a, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, yoyote atakayefanya matendo ya ibada akikusudia kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwa matendo hayo fahuwa rad, matendo yale ataregeshewa mwenyewe. Sasa, kwa nini utake kufanya uzushi kwenye dini ya Mwenyezi Mungu wakati zile amri tulizoamrishwa zote hujaweza kuzitekeleza, na ukiweza kuzitekeleza kwa uzuri zote hutopenda kufanya uzushi, kwa sababu ukizitekeleza kwa uzuri utaingia katika kundi lenye kupenda Qurani na Sunna, na ukiipenda Qurani na sunna Qurani na Sunna ya kupa mwelekeo wa kufuata yale yaliyofundishwa na sharia, si kuleta uzushi. Sasa wewe una, unaishi mikao na kutaka kunusuru mikao, nenda ukazingatie maneno haya ya Mtume salawatullahi wasalamu alaihi, kisha usijipe tazkia ya nafsi yako kajiona kwamba wewe ndio uko kwenye sawa, watu wengine ndio wako kwenye upotofu. wala tuzaku anfusakum huwa alamu bimani taka, Allah ndiye anayemjua ni nani taki na huyu taki ndiye anayekuja kuwa kupata wilaya, maana kupewa uwezo na mwenyezi Mungu subhanahu wataala, akinyanyua mikono kumwomba mwenyezi Mungu subhanahu wataala, mwenyezi Mungu akamtakabalia dua yake, sunna itahuyika katika mujtama Sunna itakuwa ndio dini shinde katika mujtamaa kwa sababu watu leo wanasoma. Tusitaamaliane na watu kwa akili ya kuona watu wapumbavu, tujue kwamba watu wanasoma, na watu wakisoma hawatokubali uzushi wenu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.